Kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu huwa inafanya tathmini ya kina kwa kuangalia mwenendo wa uchumi wa dunia, uchumi wa kikanda na uchumi wa nchi, ambapo baada ya tathmini inafanya sasa maoteo ya kipindi kinachoendelea. Tunafahamu kwa historia ya Tanzania, vipindi vyote vya uchaguzi huwa hali inakuwa ni tulivu. Kwa hiyo hakuna madhara katika ujazi wa fedha na ukwasi kutokana na shughuli za uchaguzi kwa sababu nchi yetu imekuwa na amani muda wote, hata kipindi cha uchaguzi e, utaona kwamba bado shughuli za kiuchumi zinaendelea vizuri. O kwa, kwa tathmini iliyofanyika imejiridhisha kwamba a, hali ya, ya siasa inaendelea vizuri, tunaona kampeni zinaendelea vizuri na biashara zinaendelea vizuri, kwa kinachohitajika ni kila mmoja kuendelea na shughuli zake za kiuchumi kwa kuzingatia kwamba tulipoweka viwango sasa vya sera ya fedha na riba ya Benki Kuu kubaki katika wigo wa hiyo asilimia 5.75, tumezingatia yote hayo kuhakikisha kwamba wananchi watapata uh, fursa ya kupata kama ni mikopo kwenye benki na benki nazo zitapata fursa ya kukopeshana ndani ya wigo uliowekwa wa asilimia hiyo 5.75, japokuwa ina wigo wa asilimia mbili kwenda juu au chini kulingana na benki zitakavyokuwa zinakopeshana au kutafuta fedha kwenye vyanzo vingine. Kwa hiyo, kwa mazingira hayo, tunatoa assurance kwamba shughuli za kiuchumi zitaendelea salama na fedha zitakuwa zinaendelea kupatikana kwenye benki zetu zote bila changamoto yoyote kwa sababu ukwasi upo wa kutosha, na tunaona amani imetamalaki kila sehemu. Kwa hivyo kila wananchi wanapotaka kufanya shughuli zao waendelee kawaida, kwa sababu fedha zipo kwenye mabenki, shughuli za kiuchumi zinaendelea vizuri na hakuna changamoto yoyote japokuwa, licha ya kuwepo kwa shughuli za uchaguzi.